Viumbe wa ajabu wanapatikana kila mahali. Wapo wanaofahamika na wasiofahamika, wapo wanaoishi angani, ardhini pia wapo wanaoishi majini ambao hasa tutawatazama kwa siku ya leo. Leo kwenye Fahamu Zaidi, nataka nikujuze juu ya samaki mwenye mwonekano na sura kama tulivyo binadamu. Jina langu naitwa Abdul Kingungo na hii ni Fahamu Zaidi. Samaki huyo mwenye mwonekano na sura kama tulivyo binadamu ana macho mawili, pua moja, mdomo mmoja kama unavyojionea kwenye video hii. Samaki huyo alionekana katika ziwa lililopo kusini mwa nchi ya China na kuzua taharuki sana katika mitandao ya kijamii na kuacha watu wengi wakishangaa wakibaki midomo wazi. kuna msemo unasema, ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Mbali na kusikia maajabu ya samaki wanaopaa maarufu kama flying fish, lakini pia kusikia kuhusu samaki wasioweza kufa maarufu kama Turitopsis dorhin, hivi leo tunasikia kuhusu samaki mwenye sura na mwonekano kama binadamu. Maajabu makubwa sana haya. Kwa mujibu wa mtu aliyerekodi video hii, alinukuliwa akisema kuwa yote ninayoyaona ni kama filamu kwangu, akimaanisha kuwa haamini kile anachokiona mbele yake, kwani kilikuwa kinashangaza sana. Na huko nchini Marekani alivuliwa samaki asiye wa kawaida kabisa, mwenye kichwa cha kondoo na meno ya binadamu. Sio mara ya kwanza kuonekana samaki wa aina hii duniani. Hivyo hii inathibitisha kuwa samaki wa aina hii wapo katika ulimwengu huu tunaoishi na usiochoka kutushangaza. Samaki hawa huishi duniani kwa muda mrefu sana, na hii ni kwa sababu wavuvi wengi huogopa kuwavua kwa kuwahusisha na imani za kishirikina, wakidhaniwa kuwa ni mashetani. Tuombe uzima tukutane katika Fahamu lijalo, ambapo nitakujuza kuhusu samaki aina ya electric eel, samaki mwenye nguvu kubwa ya umeme na mwenye uwezo wa kuzalisha umeme mwingi zaidi katika mwili wake. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, na hii ni Fahamu Zaidi.